Wahenga hawakukosea waliposema dunia ina maajabu yake. Achana na maajabu unayoyafikiria. Hivi, ulishawahi kupima urefu wa mwili wako ukajua una inchi na futi ngapi? Duniani kuna maajabu mbali mbali, lakini pia kuna watu tofauti tofauti, kuna wafupi, warefu, wanene, wembamba weupe hata weusi, lakini ajabu kuna mwanamke mwenye miguu mirefu zaidi duniani. Huyu anaitwa Caroline Asa. Miguu yake ina urefu wa inchi 51.5, yani kutoka katika maeneo ya nyonga hadi kwenye kisigino. Caroline Asa ni mwanamitindo anayeishi huko Melbourne, Marekani urefu wake ni futi 6 na nchi mbili. Hii inamaanisha kuwa miguu yake inabeba umbo la mwili wake kwa asilimia kubwa sana, yani asilimia 69. Je, unajiuliza ni changamoto gani anayokutana nayo Carolin Asa? Carolin hasa hukutana na changamoto hasa wakati akiwa anachagua mavazi, kwani umbo lake ni kubwa sana, pia akiwa maeneo ya watu wengi kwani watu wengi kumshangaa, lakini hata hivyo, Caroline Asa anasema yeye anajikubali jinsi alivyo na wala hajali watu wanavyomtazama. Haya, tuambie katika uwanja wa comment, wewe una urefu wa futi na inchi ngapi, na kimo chako kinakufanya upitie changamoto zipi? Au na wewe ni kama Caroline Asa?